Salamu alaikum Sheikh Hussein, ndoa ziko aina mbili, kuna ndoa zenye zimefeli na kuna ndoa zenye zimefaulu. Lakini ndoa zenye zimefeli ks okay, almost tunaweza sema kila mtu anajua, lakini kwa upande wa ndoa ambazo zimefeli, kuna tunaweza kuzigawanisha kwa vikundi viwili, kuna ambazo zimefaulu kweli, lakini kuna ambazo zimefaulu lakini sio ya ukweli, ni kwa saizi tutaita aji e, ni tuiseme tunaita ni, ni ndoa ya raha, ni ndoa ya kulea watoto eh, ni ndoa ya kwa saizi kwa saizi eh. Vipi sasa tuelezea, unaona, kwa mfano ndoa ya watu hawapendani, lakini hawaambiani, lakini wenyewe most of the time hata wenyewe unaweza kuta hawajui, ama kuna wengine wanajua lakini eh, kutake action kwa hua ni ngumu, ni kuogopa nini nini, vitu kama hizo. E, ndoa ambazo zimefaulu lakini za ukwe, si za kufaulia. Ukweli ni ndoa ambazo unakuta watu wako katika ndoa kwa sababu anaogopa nikitoka hapa nenda wapi, nikitoka hapa nenda wapi. Sasa hiyo nikitoka hapa naenda wapi, huwa ni process iko hivi kwamba mimi najua kwamba katika hii ndoa ndio kama ni mwanaume anasema, ah, mimi niko kazini, nikirudi sina mtu wa kuangalia nyumba chakula, nini nini nini. Sasa ndio mke hajaniridhisha, lakini nikiachana na huyu baka nioe mwingine ama baka nitoke hapo niende kwingine, nenda wapi? Sijajipanga. Sasa hiyo venye sijajipanga ndio inaitwa ndoa ambaye kila mtu akiangalia kwa nje, mume mzuri mke mzuri, huyu anampikia mwenzake, huyu anamwandalia mambo yake, mambo iko sawa, lakini inaitwa ndoa kwa sababu kwa saizi inaenda wapi? Yani, ikitoka hapa naogopa, sijui nitaenda wapi. Na opposite yake mwanamke, kwa sababu anaangalia mimi sasa nikitoka hapa, financially nani atanisimamia? kimahitaji yangu nani atani atanisaidia? So kuna vitu ama nikitoka hapa watu watasema vipi? Upande pia mwanaume hivi hivi, pia nikiachana na mke, nikiachana na mume, natoka hapa naenda wapi? So ndoa iko imefaulu, yani watu wanaona imefaulu kwa sababu kwa saizi wote wawili wako kwa pamoja, kwa sababu hatuna mali pengine pa kwenda, lakini sio ati tuko pamoja kwa sababu hii ndio better choice, hii ndio ndoa bora kwetu, huyu ndio partner bora kwangu n yani unaona hapa shehuani vipi venye unakana na mke, unanza, una, yani kuona, manam, mume, na mke unaanza una, na mke utaanza kuona tu kuna vitu zinafanyika ambazo wewe hauridhii kama mwanamume, na mwanamke pia anaona kuna vitu zinafanyika ambazo haridhii, lakini huyu amemnyamazia mwenzake na yeye amemnyamazia kwake mwenzake, lakini kwa sababu anajua hii ndoa si ndoa yangu, na huyu mwingine pia anajua hii ndoa si ndoa yangu, lakini hazikutoka kwa sababu tayari ashajua kwamba sina mahali pa kwenda pengine isipokuwa hapa. Option nyingine watu wanabaki kwa ndoa kwa sababu mume wako na watoto, mke na nini, mke na mume wako na watoto. Sasa tunaita ni ndoa ya kulea watoto, yani wenyewe watafil raha yao yote iko, yani hata wenyewe most of the time, kwanza hii ndoa ya tuko pamoja kwa sababu ya watoto, huwa hata mke na mume hawajui kwamba mimi simtaki mume ama mimi simtaki mke. Kawaida ni kwamba wanaishi pamoja lakini kwa sababu e, kitu pekee ambayo inawaridhisha mke na mume katika hiyo ndoa ni waneka, e, hao watoto na inawafurahisha sasa. Wanaweka attention yao yote na mahaba yao yote ya ndoa kwa hao watoto. Siku ambayo watoto watakuwa wakubwa, Sheikh Hussein, wanaondoka hapo, wanaenda kila mtu huyu ameenda kusoma, huyu ameoa, huyu ameolewa nini, nini. Kila mtu sasa. Ni mke na mume wako ndani ya nyumba, wakiketi, wakiangalia, wanaona hakuna kitu ambayo inatufanya sisi wawili tukae pamoja, tuketi tuongee. Kitu ambayo ilikuwa inatukutanisha ni watoto. Kitu ambayo ilikuwa inafanya tuongee, tufanye kitu, tusafiri, ilikuwa ni watoto. Watoto wameondoka, hatuna kitu tuko kwa pamoja, tumebond kwa pamoja katika hiyo ndoa. Sasa wanabaki wanaangaliana polepole. Sasa mtu anaanza kuona eh, huyu amezeeka, huyu amekuwa ugly, huyu ana pesa, huyu ana sijui nini. Ndoa zinaanza kuonekana sasa shida. Ndio hapo sasa unakuta wazee wana, wana, wanapatiana talaka kwa uzee, kwa sababu ilikuwa ndoa yao ni ndoa ya nini? Ndoa ya kulea watoto. Ilikuwa ni kwamba hawaketi wenyewe peke yao, waketi katika maisha yao, waketi wazungumze, mke na mume waketi onge. Sasa hizi tukiangalia tunaona kwa hizi mavideo zenye zinazunguka katika social media mingi, mtu amefikisha miaka 80 na alafu hapo ati waliona 60 years ati wamekuja wamewachana. Mtu ako na wa miaka 80 na ndoa ilikuwa iko na umri miaka 60. Yaani hapo hivyo sijui nitasema uh, mtoto wake huyo mwenye amezaliwa kwanza akiwa 60, labda yeye mwenyewe ametuzaa mara kadhaa. Sasa mtu kama huyu ambaye sisi tunahesabika ni kama wajukuu wake, saizi anakuja hapa shakuse, anasema nini? Ah, sioni kama tunaelewana na mke wangu. Miaka 60 imeisha, alafu mnaona hamuelewani. Ni kwa sababu ndoa ilikuwa ni ndoa ya watoto, ilikuwa si ndoa ya nini. Ndoa nyingine ni ndoa, ndoa ya nini? Ndoa kwa, kwa raha ambayo ndio imezoeleka sana katika jamii. Yaani hadi mke ni mrembo hadi mke ananihudumia mimi nakaa na ye mke akiwa mgonjwa, mke akiwa na shida, mimi siwezi kaa naye. Ndoa ya raha hiyo ndio inaitwa. Mke akiharibikiwa, kwamba kwa mfano, kwa mfano, eh, haezi kuzaa ama amepatwa na ugonjwa imebidi alazwe hospitali, arudishe kwake, mimi sitaki nini. Nini? Opposite yake mume ameishiwa na pesa, mume hawezi kutoa kunini kufanya kazi, amepatwa na, na, na, na, vitu ambazo hawezi kumtumikia mke wake hapo mke anaanza kusema, ah, mimi nataka talaka, mimi narudi kwetu, wewe sio mwanaume, wewe ni mwanaume gani? auwezi kuprovide chini ni nini hivyo. Sasa, sasa hizo zinaitwa ndoa ndoa za raha. Unaona watu wana furaha wana furaha wana furaha, lakini shida tu ikipatikana, ndoa imeisha. Yani, kuna kuna kitu inaitwa ndoa kwa kwa haki. Ini haki yangu ini haki yangu ini haki yangu ini haki yangu, ini haki yangu. Kwa hiyo level ya kwamba ini haki yangu ni haki yangu, ndio watu watakuwa akivutana kwa hiyo system ambayo tunasema kwamba mimi kama sipati raha, mimi, sipa, yani raha yangu ni hizo haki zangu. Kama sipati za haki zangu, mimi ndoa si ndoa tunaachana. Lakini the moment najua kwamba mimi ni Muislamu, kuna ubinadamu ndani yangu. Sasa naangalia kwamba huyu mtu amepata shida, siku zenye alikuwa na raha zake, alikuwa na, na, na nguvu zake, amenihudumia. Sasa hizi amechoka, amekuwa na shida, amekuwa mgonjwa Amezeeka sasa hapo, hivyo ndio anaanza kusema ati ah, huyu mke mimi simtaki, ama huyu mwanaume mimi simtaki tena, yeye inakuwa sio ungwana, yeye inakuwa sio ubinadamu, yeye inakuwa sio Uislamu na sio, tutasema nini, sio mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaona kwamba kuna Myahudi alikuwa hali yake ya kiuchumi ime, imeharibika kabisa na anaishi katika nchi za Kiislamu lakini Uh, hali yake venye ilikuwa iko mbaya mpaka alikuwa hata nyumba imeenda nini, mali yake yote, kila kitu, na ameshazaeka hana watoto, alikuwa barabarani anaomba pesa na nini. Sasa Imam Ali akipita siku za, za kwamba yeye ndio khalifa wa Uislamu, akapita akaona mtu katika utawala wake, anasema inakuaje mtu katika utawala wangu ni maskini na hana uwezo. Wakaangalia akauliza vipi, akasema huyu ni myahudi ndio ako hivyo, na Baitul Mali, pesa ya Baitul Mali hatujampatia akasema, vipi? Siku ambazo alikuwa ako na nguvu, nyii Waislamu ulikuwa mnafaidika na yeye? Siku hizi venye sasa amezeeka, amekuwa hana nguvu, hana namna sasa ya kufanya kitu chochote, ndio mnaanza kusema ati kwamba ati ni Mwayahudi. Siku hizi zenye alikuwa na nguvu, kwa nini mlikuwa mnafaidika na yeye? Kwa nini mlikuwa mnafanya biashara na yeye? Kwa nini alikuwa anawatumikia? Sasa, saa hizi hana nguvu ndio mna nini. Hapana, nyinyi, mnatakana mtu kama huyu ambaye anaishi pia katika serikali ya Kiislamu. Muangalie sasa huyu ambaye ni Mwayahudi katika serikali ya Imam Ali aliangaliwa na akasaidiwa kwa sababu utu kama nini, bwana, nini Islamu inasema ima ni, ni ndugu yako katika Uislamu ama ni ndugu yako katika ubinadamu. Sasa tunaangalia na tunaona kwamba hapa hivi ni mafunzo ya masahaba, mafunzo ya Imam Ali, mafunzo ya Bwana mtume kwamba ima ni nini. Sasa mtu ambaye ni mume wako ambaye mnashea vitu zingine na mnaonana kwa hali zingine ambazo hakuna mtu anaruhusiwa, sio baba wala mama ya mtu anaruhusiwa kuona mtu mwenza mtu katika hiyo hali. Sasa katika hizo hali halafu unakuja sasa mtu kama huyu mke ama mume, alafu naambia ah, sasa kwa sababu umeisha nguvu tena mimi siwezi kukutaka. Ndoa ni kwamba ukikuwa katika hali ya nguvu na ya shida, mnaangaliana. Hiyo sasa ndio inakuwa ndoa yenye yenye ukweli.